Ndugu zangu wapendwa, karibuni kutafakari masomo ya dominiki ya pili ya mwaka A. Katika wiki hii sisi tunasikiliza masomo kutoka Isaya sura ya arobaini na tisa aya tatu na tano 5 hadi sita na somo la pili linatoka kutoka waraka wa Paulo kwa wa Korindo wa kwanza sura ya kwanza aya kwanza hadi tatu na injili inatoka kutoka injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya 29 hadi 34. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Injili ya Yohane sura ya kwanza aya 29 hadi 34. Siku ya pili Yohane mbatisaji alimuona Yesu anakuja kwake akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuwaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohane akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji huyu aliniambia, yeye ambaye utamwona roho akishuka na kukaa juu yake huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako ewe Kristo. Ndugu zangu wapendwa, katika dominika Dominike hii ya pili ya mwaka A, sisi tunapotafakari neno la Mungu, Yesu ameweka vizuri mbele yetu namna gani maisha yetu ya Ukristo sisi tuweze kushiriki. Ilikuwa siku moja nilikuwa na wabatiza watoto na kawaida, sisi tunajua kwamba mtu yeyote akipata ubatizo, wakati wa ubatizo tunampatia mishumaa ya kusema kwamba pokea mwanga wa Kristo. Siku ile nikampatia yule msimamizi um, wa mtoto mwanga wa Kristo, mshumaa. Mara baada ya kupokea akaanza kuzima huo mshumaa nikimwambia, baba, subiri usizime mshumaa huo. Na mwanga yenyewe sisi tunapokea katika mshumaa, kwa kupitia mshumaa katika ubatizo. Ndiyo sisi tumesikia katika somo la kwanza kwa uteuzi wetu kuwa Wakristo, tumepewa mwanga ule ili sisi tuweze kuwaka. Katika somo la in, uh, somo la kwanza sisi tumesikia kwa kupitia Isaya, Mungu alitufundisha kwamba nitatoa uwe nuru ya mataifa. Yaani sisi sote tutakuwa nuru ya mataifa kwa kupitia ubatizo. Lakini mara nyingi sisi tunaona kwamba sisi tukipata ubatizo mara sisi tunasahau tuna kuhusu yale ya mambo kwamba sisi tumebatizwa tumepaswa kuwa nuru ya dunia nzima. Tunatakiwa kutafakari leo sisi tunapofikiria tunapo kuhusu maisha yetu ya Kikristo, je, mimi nimeweza kuwa nuru kwa wengine? Mungu ametukabidhi sisi mshumaa ya kusema kwamba umepaswa kutembea katika nuru ile iliyotupatia na Mungu mwenyewe. Lakini je, sisi tunatembea katika ile nuru, au sisi tunatembea tu kama watu wa kawaida? Wewe Mkristo ambaye aliyebatizwa, sisi tunatembeaje katika nuru ile, au ile nuru imo ndani yetu? tuna tumepasa kutafakari kila siku, sisi tunapoamka tena. Sisi tunaona kwamba kwa kupitia uh, somo la pili Paulo anatukumbusha kwamba kila mmoja sisi tumekuwa watakatifu. Sisi tukisema kwamba wewe ni mtakatifu, wengine watashangaa. Nilishowahi kusikiaga akina bibi wanasema yule yule yule amekuja kama mtoto wa shetani, ndio anafanya hicho kazi lakini je, sisi si, si, si, tunaitwaga kama mtoto wa Mungu? Mara nyingi sisi tunaitwa kwa sababu ya usumbufu au kwa sababu ya utundu wa watoto, sisi tunawaita wewe ni mtoto wa nini na ni, nini na ni, nini. Mara nyingi sisi tunatamkaga kama hivi lakini sisi tujiulize, na sisi tuulize kwamba, je, mimi namtambua yule ambaye aliyepata ubatizo, ambaye aliyopo hapa pamoja na mimi, ambaye ni shiriki pamoja na mimi? Inawezekana yule ndugu, inawezekana yule mtoto ambaye aliyopo hapa pamoja na mimi katika familia yangu, je, sisi tunamtambua kama yeye, hey, hey, ni mtakatifu? kwa kupitia ubatizo wenyewe sisi sote tumekuwa watakatifu. Je, wewe Mkristo ambaye aliyepata ubatizo, ambaye amekuwa mwana wa Mungu, unajitambua kwamba wewe ni mtakatifu kwa kupitia maisha yako? Leo jumapili hii lazima sisi tutafakari kwamba kwa maisha yangu, watu wananitambua kwamba ule utakatifu umo ndani yangu ya pili sisi wenyewe tunajitambua kwamba ule utakatifu umo ndani yetu. Tukitambua hapo, ndiyo sisi tunaweza kusema kwamba sisi ni wakristo kweli kweli. Tena tukis, tukitafakari vizuri katika injili ya leo, tunaweza kuona sisi tunaweza kupata mwanga wa kutosha kwa namna gani sisi tunaweza kuishi katika utakatifu ule. Tunamkuta katika Injili, Yohane anamshuhudia Yesu, Yohane Mbatizaji. Inawezekana Yohane Mbatizaji asingemtambulisha Yesu, kwa sababu Yohane Mbatizaji kazi yake ndiyo, Mungu akamtuma ili yeye aweze kumtangilia mbele ya Yesu, lakini angemficha. Angesema mimi ndiye ambaye aliyekuja kwa ajili ya kuwabatiza, lakini Yohane Mbatizaji alikuwa amepiga magoti au tuseme kama alikuwa mnyenyekevu sana mbele ya Yesu, akisema kwamba huyu ndiye ambaye nataka kumtambulisha kwa ajili ya kazi hiyo tu. Mimi nimekuja hapa, kazi yangu ndiyo hapa, ndiyo full stop. Lakini mara nyingi sisi tunaona kwamba katika Ukristo wetu au sisi tunasema kwamba sisi tumepewa nuru na sisi tumepewa utume kuwa watakatifu, lakini hatutambui kwamba mwingine pia ana nafasi hiyo. Mara nyingi sisi tunatambua, sisi tunaona kwamba sisi ndio wakubwa kuli, kubwa, kubwa kuliko wengine wote, au sisi tunaona kwamba nafasi yangu siwezi kushusha hata kidogo Tumepaswa kutambua kwamba yule ambaye aliyopo hapa pamoja na mimi pia amepewa na cheo na Mungu ili yeye aweze kufanya kazi yake. Sisi tumepaswa kumtambua yeyote yule ambaye ka, yupo karibu na sisi. Mara nyingi sisi tunapenda kuwa kuwa wakubwa, au sisi tunapenda kuitwa kama bosi. Sisi tunatuna, tunataka kuonekana wakubwa wakubwa wengine hata sisi tukiwakanyaga hatuoni shida yeyote. Ndugu zangu, sisi tumepaswa kutambua nafsi yetu, na sisi tumepaswa kutambua kwamba utakatifu unakuja kwa kupitia kujinyenyekesha mwenyewe, sio kwa kuinuliwa. Na kama wewe umepaswa kuinuliwa, utainuliwa na Mungu. Usiwe unatafuta sifa kwa ajili yako, wala kwa ajili ya mambo yako na maisha yako. Mungu mwenyewe atakuinua wewe, Mungu mwenyewe atakunyanyua wewe ukiwa ukijinyenyekesha. Tunaona kwamba watu wengi siku hizi wanakuja wana wivu, kila mmoja anataka kusema kwamba hey, yeye ndiye mkubwa. Na sisi tunaona kwamba kwa, kwa uvivu dhambi dhambi kubwa ambayo ni msisi wa dhambi yenyewe ndiyo mvivu, ambayo inasema kwamba kama wewe ni mvivu, unajaribu kuwa mkubwa kuliko ya Mungu. Wewe unataka kuwa mfalme wako wewe, unataka kuwa mfalme wa wengine wote, wewe unataka kuwa mkubwa kuliko Mungu. Ndugu zangu, sisi kama tunatakiwa kuonekana Kristo mwenye mwanga Mkristo ambaye anayetembea katika nuru lazima uwe mtu wa mnyenyekevu. Ndiyo, kupitia Yohane Mbatizaji Yesu anatufundisha, Mungu anatufundisha kwamba sisi tunaweza kuwa watoto wa Mungu kwa kupitia unyenyekevu wetu. Tujiulize tisi, tisi, kwamba seje sisi ni wanyenyekevu ndio? Sisi tunaona kwa kupitia mfano wake, alikuwa mkubwa, alikuwa anakaa pamoja na Mungu Baba, alijishusha mwenyewe, amekuja hapa dunia hii ili sisi sote tuwe sawa na yeye yeye aweze kutuinua sisi ili sisi tuitwe kama wana wa Mungu na ule utakatifu sisi tuliopoteza katika bustani wa, wa Edeni, sisi tuweze kurudi tena katika, katika mikono yake ya Yesu, sisi tuweze kuitwa wana wa Mungu. Sisi sote tuliobarikiwa kuwa wana wa Mungu, tuishi katika utu wetu wa Ukristo,